Sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba mbili ya mwaka 2024. Sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tume huru ya taifa ya uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu Tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee. Hatua ambayo, hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vilevile vile, utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi uh, ulifanyika